This letter mkurugenzi um, wa manispaa ya Ubungo uh, right? Victor Wanyama mchezaji wa timu ya Tottenham okay? ya Uingereza, yahusu jina lako tumika katika mtaa wa National House The spirit The spirit. NHC National habari hapo juu ya mtaa. Kamati ya mtaa mm, NHC, ni kata ya Ubungo inayo furaha kubwa kwa ujio wako katika kata yetu ikiwa na lengo la kuhamasisha maendeleo katika sekta ya michezo mm, kwa kutumia fursa hii, kamati ya mtaa wa NHC inabariki eneo la mtaa wa viwandani nao Wanyama oh. <laughs> kuanzia okay. Leo kwanzia wow, leo huitwa jina la Wanyama Street, ikiwa kama kutambua mchango wako katika sekta ya michezo kama anavyosema tuhamasa ambayo ipo hapa, tunashukuru ni kubwa, ambayo sisi kama watu wa Ubungo tunawakaribisha pamoja na waandaaji wa Ndondo Cup. Lakini la pili kubwa ambalo nasema ni ugeni wa Victor Wanyama ambaye ni mchezaji wa Uingereza wa timu ya Tottenham. Ujio wake sisi tumesifadiika sana, kisa kwamba halmashauri ya manispaa ya Ubungo imempatia jina kwenye moja barabara zake ambao ziko ndani ya eneo hili. Kwa hiyo wanamichezo wote watakapokuwa wanakuja eneo hili watakuwa wanaona jina la Victor Wanyama. Na tunaamini barabara hii ambao tumemgawia Victor Wanyama itahamasisha wachezaji wengine wa Uingereza, wa Spain, Faransa na Italy wapate kiu ya kuja Tanzania, kwamba tunawapokea vizuri. Hiyo ndio ndo zawadi yetu kama watu wa, wa, wa, wenyeji ambao ni waandaji wa michezo ya uwanja wa Ubungo kupitia waandaji wa Ndondo Cup. Kwa hiyo tumeona sisi tuwazawadie hivyo lakini tuna, kikubwa zaidi tunasema na washukuru waandaji kwa kukubali kuubungwa kuwa sehemu ya moja michezo hii, na tunawakaribisha wengine kwa michezo mbalimbali na shughuli mbalimbali.